Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kiwango kikubwa sana amejitahidi kuhakikisha kwamba wananchi wa Ileje ikiwemo Itale tunapata maendeleo, tunapata huduma za jamii. Sisi ni mashahidi, katika kata yetu ya Itale tuna vitongoji ishirini na mbili, vitongoji vyote vina umeme, iliyobaki sasa ni wale ambao wana kilomita kadhaa kuingiza kwenye nyumba zao, lakini umeme umefika na hiki kila kitu kinaenda katika hatua. Cha kwanza umeme ulikuwa ni vijijini, tumemaliza umeme vijijini, tumepeleka vitongojini, bado vitongoji vichache. Wilaya yetu Ileje tumebakishwa na vitongoji kama sitini tu ndio ambavyo havina umeme. Vile vitongoji ambavyo vina umeme sasa, muda uliobaki ni kuingiza umeme kwenye kaya zetu. Sasa inawezekana miundombinu ikawa imefika mbali na kwako, lakini utaratibu wa ujazilizi unakuja ili kuhakikisha kwamba kila mtu sasa anapata umeme. Cha msingi kwanza umeme ufike kwenye kitongoji ambapo umeweza kufika, lakini pia katika miradi ya maji, karibia vijiji vyote tuna maji. Tuna changamoto ya Itega na Iwala, lakini tayari bajeti ya mwaka wa fedha wa ishirini na tano ishirini na sita imeingizwa kwa ajili ya upatikanaji wa maji, lakini vilevile vile Itega tuna changamoto ya barabara, tayari lile daraja nimeshaanza kufanyiwa utaratibu lakini baba ya iwala itale na yenyewe itakamilika hiko kwenye utaratibu mzuri sana itale tuna kituo cha afya na tumeletewa ambulance ya kwetu wenyewe nani kama Dr. samia Suluhu Hassani. mama Samia mlipoviona pale hasa wale ambao wenye banda la elimu ya sayansi huwezi kuvikuta kijijini, lakini Itale mmeona watoto pale wamebadilisha rangi ya zambarau ikawa nyeupe, rangi nyeupe ikawa zambarau. Tumeona banda la kilimo, namna ambavyo watoto walivyofundishwa jinsi ya kuandaa miche ya matunda, kuchanganya mche mche mche mti wa asili na na mti na, na, na, na mche ule ambao ni wa kisasa ili kuweza kupata matunda bora lakini yote tisa kumi, tumeona banda la tehama watoto wetu wanachezea pale kompyuta, wanachora maumbo mbalimbali kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo tunaona maendeleo makubwa sana yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kwenye matokeo yenu ya shule yetu hii ya sekondari, wanafunzi kumi na nne wamekwenda form five, wanafunzi tisa wamekwenda chuo, wanafunzi waliofanya mitihani walikuwa arobaini na nne waliobaki ishirini na tano ambao hawajapangiwa lakini sio kwamba wamefeli kwa sababu hatujapata zero. Wanafunzi wamepata division 4 na division 3. Hapa zero hatujapata, ni mapinduzi makubwa sana hayo ya elimu. Lakini lingine niwakumbushe kwamba Oktoba tuna tiki. Oktoba. Oktoba, Oktoba, Oktoba tuna uchaguzi Oktoba. Ninaamini kwamba wananchi wa Itale wote mmejiandikisha kwenye daftari la mpiga kura pigakura endeleni kusitunza. Kupiga kura ni haki ya msingi, ni haki ya kikatiba. Usikubali mtu aje kukuchagula kiongozi, chagua kiongozi unayemtaka wewe. Kuetunza kadi yako, ikifika Oktoba unakwenda kutiki. Mwisho kabisa, niendelee kwanza kuwashukuru kwa kuendelea kulinda amani tuliyokuwa nayo, amani yetu iliyohasisiwa na viongozi wetu, baba wa taifa Julius Kabarage Nyerere na hata Wedi Amani Karume, hawa ndio wanatuletea upendo na mshikamano na amani tuliyokuwa nayo, ambapo viongozi wote waliopita wameendelea kuilinda amani hiyo. Lakini mama bingwa, mama jasiri, Dr Samia Suluhu Hassan, kwa kiwango kikubwa sana amejitahidi kuhakikisha kwamba amani na utulivu unaendelea kuimarika, na sisi Wanaitale tunaunga mkono juhudi za kiongozi wetu mkubwa. Ni waombe tuendelee kulinda amani na usalama tuliokuwa nayo, tusikubali kuwapa nafasi watu ambao hawana tabia njema na serikali ya Dokta samia Suluhu Hassan. Mtu atakuja atasema serikali haijafanya kitu. Hivi kweli serikali haijafanya kitu, wakati nguzo za umeme naziona hapo zimepita? Kweli serikali haijafanya kitu? serikali